Ya, wa wagombea urais mwaka 2015 lakini pia ni mwanasiasa mkongwe nchini Tanzania, Hashim Rungwe kutoka chama cha Chauma, tuzungumze hili la uteuzi e, wa, wa watu kutoka vyama vya upinzani akiwa Anna Mghwira, tunamwona Kitila Mkumbo o, na wengineo, unalichukuliaje? Kwa labda, ni mimi au mtu kwenye chama changu, ningejiuliza mara nyingi sana, ningejiuliza sana, sababu haya ni maisha tu na rekodi yako itabaki na watu watu watabaki na rekodi yako. Wewe ni mtu wa namna gani? Ni mtu ambaye unaweza tu wakati wote, labda kwa ushawishi fulani, of course, kule ukienda kuna watu wengine, kwake ni maisha mapya, kwa vyovote yale, ni maisha mapya, na anaona kama amepata privilege fulani. Kwa hiyo haya yote watu wanayajadili. Sasa sitaki kuwazungumzia tu hao, hata huko mbele tunakokwenda wako watu wanaona kwamba hii inavunja nguvu ya kambi ya mageuzi ambayo imebuild hawa ya watu yani nyinyi mnajenga watu, unakuja mtu anachukua ile, ile potential anaibeba. Sasa ni maswali yaliyoko ni mengi sana. Historia inatuonyesha kwamba si mara ya kwanza kwa rais kuteua watu na kuwapa nafasi mbalimbali. Kwa hiyo kuna tofauti, tusifananishi kuweko serikali hii na kuweko kwenye ubunge Ule ubunge kwanza, ni viti ambavyo viko kwenye discretion ya katiba ya wananchi, vimewekwa rais hiari yake yeye, ni moja tu kwamba amchague nani. Kwa hiyo rekodi tunaijua, rais Mkapa aliwahi kuchagua mtu kutoka upinzani akampa ubunge, japo yule mtu alikuwa anatokea Zanzibar. Pengine ilitokana na makubaliano fulani fulani ya kisera lakini pia Rais Kikwete juzi ya kabla hajaondoka alikuwa amemchagua James Mbatia, na unaona James alikuwa anaendelea na msimamo wake kama yeye ni mpinzani, alikuwa anaongea. Lakini hii hii ya serikalini ina shida fulani, kwa maoni yangu. Rais aliyoko madarakani, Rais Magufuli, hata anapofikia tem yake kwisha, hawezi awezi kuwaondoa madiwani wakuu ma, wa mikoa wote Unaona, kwa hiyo unaona kwamba huyu mtu hata kama alikuwa nani na akutaka kutaka aje afanye ugombezi kwenye upande wa chama chake tayari ataanzisha itakuwa ni complication, kuna complication kidogo. Mfano, uh, Mheshimiwa rais anafanya ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana mapendekezo ya kukuteua wewe katika nafasi fulani eh, serikalini eh, na nafasi hiyo ni lazima ujivue wanachama ili kuanza ku, ku, ku, kuipokea ilani ya CCM na kuifanyia kazi. Utakataa. Haya mambo yana complication zake ndio maana tulikuwa tunagombania katiba mpya. Tatizo lote liko kwenye constitution. Katiba yetu ingekuwa imebeba hayo mambo ndani, isiwe discretion ya rais. Rais msimpe kila kazi. Rais mtu anakwenda pale sasa hana uhuru tena wa kujieleza, isi hiyo ni constitution imeweka kwamba hapana, kuna nafasi hizi za viti kadhaa vit, watu wa kutoka vyama vingine labda vyama vilivyoshiriki. Natoa mfano tu kuanzia ngazi fulani hadi ngazi fulani wanaweza kawa na nafasi zao huko, isiwe ni discretion ya rais. Unajua, sasa hivi ni kwamba ni mapenzi ya rais anavyotaka yeye, kwa hiyo unakuta mtu kisha kufanyia ihsan, wa majazal ihsan illa bi ihsan, ukifanyiwa wema na wewe utende wema, na ule unaonekana kama ni wema wa rais kakupendelea. Sasa hiyo kidogo ina mashaka fulani, lakini sisi tulitaka hichi kitu kiwe ni kwa mujibu wa sheria kiwe kwenye constitution. Okay kwamba sasa rais anabaki ya kazi ya yake tu ni kusema basi ni mtu fulani, lakini hawa watu wawe na wana deserve kuingia huko, kwa maana hii inayotokea sasa hivi inayoendelea sasa hivi nchini. Uh, unahisi kuhusishwa kwa ACT Wazalendo kuwa CCMB yana uhalali asilimia 100? Ah, sasa ni maoni ya kila mtu anavyoona. Tumeongelea vitu vingi, kuna njia ya mtu personal, si sindio? Kuna hayo mambo ya watu kuvutika labda baada ya kumwona rais anavyotenda akajihisi na yeye anaona kama hivyo ndivyo vilikuwa kichwani mwake, yo ni mambo mengi tu, lakini hii ya kuwaita hawa sisi hawa chama B CCM nini, yanatokana na vitendo vya mtu. Watu hawezi kukupa tu wewe jina kwamba wewe ni chama B bila kuona una mawazo kama ya Hashim Rungwe, ndio maana yake. Ni Hashim Mrungwe yeye eh, amekuwa mwanasiasa mkongwe nchini Tanzania. Aa, lakini pia ndio mwenyekiti wa chama cha Chauma nchini Tanzania, moja kati ya vyama ambavyo vilisimamisha wagombea katika nafasi ya urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mwaka 2015 na, na miaka mingine ambayo imepita. Tumezungumza mengi hasa katika siasa ya sasa, wapinzani kupewa nafasi nyeti katika serikali hii ya awamu ya tano. Kutoka hapa katika ofisi ya Chauma jijini Dar es Salaam, Makrina Siovelwa, Liman TV elimu kwanza.